Jeshi la Sudan limechukua udhibiti kamili wa ikulu ya rais mjini Khartum leo Ijumaa tarehe 21 ambapo video na picha zimeonyesha wanajeshi wakishangilia huku bunduki zikiwa juu kwa furaha ya ushindi. Jeshi hilo limechukua ikulu kutoka mikononi mwa vikosi vya msaada wa haraka Rapid Support Forces, maarufu kama RSF, ambao walikuwa akidhibiti ikulu hiyo na hivyo kuashiria mabadiliko makubwa katika mzozo wa miaka miwili ambao unatishia nchi hiyo kusambaratika. Vyombo vya habari nchini Sudan vimeripoti kuwa hiyo ni moja ya mafanikio makubwa katika vita vya miaka miwili vilivyotishia kusambaratisha nchi hiyo, ambapo msemaji wa jeshi Nabil Abdalla amesema jeshi limeadhibiti pia majengo kadhaa ya wizara, na kusema kwamba vikosi vyake vimeharibu kabisa wapiganaji na vifaa vya adui na kukamata vifaa na silaha nyingi. Itakumbukwa kwamba kundi la wapiganaji wa RSF lilifanikiwa kuidhibiti ikulu na sehemu kubwa ya mji mkuu wakati wa vita vya Aprili mwaka 2023, lakini vikosi vya wanajeshi vya Sudan katika miezi ya hivi karibuni vimerudi na kuelekea ikulu karibu na mto Nile na leo vimefanikiwa kuichukua ikulu hiyo. RSF inashikilia udhibiti wa baadhi ya maeneo ya Khartoum na eneo la Omdurman pamoja na magharibi mwa Sudan ambapo inapigania kutoa ngome ya mwisho ya jeshi huko Darfur ambayo inajulikana kama Al-Fashir. Pande zote mbili zimeapa kuendelea kupigania sehemu iliyobaki ya nchi na hakuna juhudi zozote mazungumzo ya amani zilizotekelezwa. Baada ya kudhibiti ikulu, jeshi lilikuwa likifanya msako katika maeneo yanayozunguka ikulu kwa kusaka wanajeshi wa kikosi cha RSF. Baada ya takriban miaka miwili ya ya ya vita, RSF inadhibiti sehemu sehemu kubwa ya magharibi mwa mwa Sudan Sudan na sehemu ya mji mkuu wa Khartoum, lakini imekuwa ikipoteza maeneo kadhaa katikati mwa Sudan. Baada ya jeshi kuya chini ya himaya yake. Makundi hayo mawili ya kijeshi yalifanya mapinduzi mwaka 2021 ikiondoa mpito wa utawala wa kiraia na vita vilizuka mwezi wa Aprili mwaka 2023 baada ya mapigano ya mpito mpya kuzua mzozo mkali. Vita hivyo vimesababisha kile ambacho Umoja wa Mataifa unakiita mzozo mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani, huko RSF na jeshi wakituhumiwa kwa ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu.